Vodacom kazi ni kwako. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli, April 5, 2016. Jina lake limetajwa tena kwenye vichwa vya habari na time hii ni amerudi kwenye vichwa vya habari baada ya kukubali mwaliko wa Rais Paul Kagame kwenda Rwanda, hivyo atafanya ziara ya siku mbili, Jumatano na Alhamis, kwenye nchi ya Rwanda, na ikiwa hii ni mara yake ya kwanza kusafiri nje ya Tanzania toka ameteuliwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje zinaeleza kwamba Rais Magufuli pamoja na Rais Kagame watafungua daraja la kimataifa la Rusumo linalounganisha mpaka wa Tanzania na Rwanda na kuzindua ushirikiano wa huduma za kituo cha pamoja, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa katika vyombo mbalimbali vya habari kutokea hiyo taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje. Rais Magufuli pia atakwenda kuweka shada katika makaburi ya mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 1994 tis, na baadaye kufanya mazungumzo ya pamoja na Rais Kagame kwenye mji wa Kigali.